Narudu kwa mzee Dossa, anasema, Mwalimu, tulikuwa na kawaida sisi. Asubuhi tunakutana pale ofisi ya tano Siku za New Street. Kupanga nini tufanya? Na wakati mwingine, mwalimu asubuhi program inaanzia Kozike Hotel. Unajua Kozike Hotel? Iko mjini kule, mtaa wa Mkwepu. Kuna kiji hoteli pale Mkwepu na Makunganya, pale ile ile hoteli kubwa sana enzi na enzi. Sasa hivi ndo imekuwa. Wakati ule ndo ilikuwa wenyewe wazungu pale wanakutana pale kwa ajili ya chai na, na mtemvu. Basi yeye Dosa atachukua bahasha ya pesa atampenyezea mwalimu. Dosa alikuwa tajiri wakati ule, alikuwa na magari ya mchanga kama matano hivi, alafu babake alimwachia majumba. Watu tajiri sana, anasema hii kaniambia mwenyewe mzee Dosa, mimi kwa kauli yake eh, nilikuwa nakuzungumza naye nani Ruf. Ruvu pale Mlandizi. Anasema, mwalimu, ile tukifika jioni kutana kuja kupea na mrejesho mambo yamekwendaje. Ile bahasha vile vile amekwendaje ile bahasha, anarudishia senti moja kutoa. Unajua, si kitu cha kawaida, si jambo la kawaida. Mwalimu ndo huyu bwana mm -hmm. eh? likuwa pesa a ay... Baba ishi na, kuna mtu mwingine alikuwa karibu sana na mwalimu karibu sana, yeye alisoma kitabu changu hiki cha Abdulwahid Sykes. Akaja kuniambia, akisema, Mohamed, mi mwalimu namjua mimi kijana kwanza, alikuwa rafiki ya babangu kijana, alisema mwalimu hababa ishwi na pesa, ni kitu ambacho ni kama vile akipo kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna hiki kipindi cha hmm. Wahidini Michuzi makinikia hmm, kwenye mtandao analeta vitu vingi vizuri. Juzi akatoa moja, mimi nikachika mwenyewe, katoa birthday ya Bi Maria Antoinette mke wa Mobutu Sese Seko, kuku wa Zabanga, birthday yake imefanyiwa Paris, kwenye hoteli kubwa kabisa na muziki unapigwa na orchestra Sosoliso, sijui kwani mliwahi bendi ya Sosoliso, ilikuwa bendi ya vijana na ilikuwa ikipiga muziki ya. Hakuna kijana ambaye alikuwa hapendi muziki wa Sosoliso. Wakati wetu sisi tunakulia katika miaka 70 80 ile. Kila party lazima uweke muziki wa Sosoliso. Napigwa muziki wa Sosoliso, Mobutu na mkewe wanacheza dansi. Sasa mimi nikaitizama ile, nikasema sasa namleta Mwalimu. <laughs> Nikasema hii Mwalimu wakitizama <coughs> <coughs> Mwalimu huwezi kumleta katika mambo ya kipuzi kama yale. Zamani kwa kutumia ile neno upuzi, lakini hakika ni upuzi. Basi kama unataka hata kufanya hiyo hiyo hiyo sherehe ya mkeo birthday, basi fanyeni nyumbani, waite ndugu zako waje, eh? mama wa taifa na yeye leo siku yake kuzaliwa na hivyo vyakula wakala ndugu zako kwenda kufanyia uzunguni Paris for the places. Sasa, huyu ndio, ndio mwalimu Mwalimu Nyerere, kidogo vijana huenda umewacha kidogo ku, kuambia kuhusu Mobutu labda kidogo <laughs> alikuwa nani? <laughs> Mobutu ana, ana historia kubwa sana Mobutu, yeye ndio alimpindua Mobutu, alipinduliwa alikimbia nchi Umese. We umeniuliza swali mm -hmm. Nitatoka nje kidogo umpate watu wa vijana umesata kumjua Mobutu mm -hmm. Akaenda Morocco, alikimbilia Morocco Mobutu. Yes, asa ndo alimpokea we'll. Sasa akaenda na wapambe wake. Sasa hii siku zile gazeti la Newsweek, gazeti maarufu kila wiki linatoka, mwandishi anaandika, wale wapando wamefika kwenye five star hotel. Hoteli ya nyota tano. Wanarejista, ndio wamekuja pale sasa Brussels kwa Ubelgiji. Watu wanamuuliza chumba gani unataka, anasema suit. Suit ni hoteli lakini, kama nyumba, kama nyumbani kwako una vyumba una una, una mali pa kupumzikia una sitting room una nini una nini una nini. Yule yule yule, yule dada mwenye kuandika kastuka. Ndio ya suti eh, basi kwa siku ngapi? Akasema weka open mpaka hapo tena, tukapokuwa tumekaa vizuri mtu kwenye suti uweze kusema open, kwa sababu kwa siku unalipa dola elfu kumi. Akajua kwa huyu huyu ana wasiwasi huyu huyu huyu huyu. Labda mimi siwezi au sisi hatuwezi kulipa hii. Akaambia mamangu, wewe hofu yako nini ni kuwa sisi hatuwezi kulipa nani hizo pesa mnazochaji kwa hiyo suti? Sasa alikuwa amechukua begi kama ile ambalo unaingia nalo kwenye ndege, akalinyanyua lile begi, akaweka juu ya meza, akafungwa zipo, anaandika mwandishi Akatoa kinoo, unajua kinoo, kinoo cha dhahabu, kinoo kimoja kile, akakweka juu ya meza, akamwambia hii haiwezi kulipa hii. Dada akasema mzee, si kama haiwezi, inanunua hoteli yote <laughs> wao huyu wa, aahuyu ndio Mabutu kwa hiyo <laughs> <Anakiru>. Mwalimu Nyerere <laughs> hakuwa, hakuwa mpenda mali kiasi hicho. Awesome. Mwalimu mwalimu ali alifatwa kuombwa atie kauli yake ili maiti ya Abdurahman Babu irudishwe kutoka landa, aje kuzikwa hapa. Bakita mambo ya pesa. Na kama mwalimu akisema, hata zile serikali watafanya mambo ya haraka. Aita, kwa muulize huyu muulize huyu muulize, kwa sababu alikuwa yupo kwenye serikali, lakini mtu ambaye ametumikia serikali, basi huyu bwana anasema mimi mi, najua mentality ya Mwalimu. Mwalimu akamwambia ah, sema babu bwana. Akawa nasikitika akasema, ah, babu akinishambulia sana bwana, namwambia wale jamaa <gulia> <mwili gulia> na time ya mambo ya kusoma hata kusoma, kusoma polisi za nchi akajua hiki na hiki, akasema hiki imekuwa sawa, ikuona sawa